Kuchangia katika maendeleo ya taifa letu kwa njia ya kutatua changamoto mbalimbali za kijamii na za kiufundi. Ndugu wengine waalikwa, mabibi na mabwana, serikali imeendelea kuongeza fursa za masomo na elimu ya ufundi fursa za mafunzo na elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi nchini na kusimamia ubora wa elimu hiyo sawa sawa na sera ya elimu ya mwaka elfu mbili na kumi na nne toleo la 2023 ishitatu ikiwa na kauli mbiu elimu na, na ujuzi ndio mpango mzima. Sera iliyozinduliwa mwezi Februari 2025 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sera hii ina lengo la kuwa na mfumo wa elimu na mafunzo unawezesha kumwandaa Mtanzania mwenye maarifa stadi na mtizamo chanya utakaomwezesha kuchangia katika kuleta maendeleo endelevu ya taifa letu. Katika kutekeleza sera hii na kwa mikakati mingine mbalimbali, serikali imeongeza uwekezaji katika vyuo vyetu vyote ikiwa ni pamoja na chuo hiki taasisi ya teknolojia uh, ya Dar es Salaam DIT kwa kuwekeza kwa mfano shilingi dola za Kimarekani milioni tisini kwenye taasisi hii ambazo kampasi ya Dar es Salaam imeweza kujenga kituo cha umahiri cha kikanda cha mafunzo ya TEHAMA maarufu kama Rafiki na pia ya Mwanza imejenga kituo cha umahiri cha uchakataji bidhaa za ngozi. Taasisi hii miongoni mwa taasisi zilizonufaika na mradi wa Tel wa awamu ya pili wenye thamani ya yuro milioni kumi na laki saba fedha ambazo zitatumika katika kuboresha mazingira ya kujifunzia. Katika kutimiza azma hiyo, katika mwaka wa fedha 2024-2025, serikali iliongeza udahili katika vyuo vya elimu ya ufundi ya technical education and training colleges kutoka wanafunzi 161,750 hadi wanafunzi 199,118. Ongezeko hili linatokana na kuongezeka kwa idadi ya vyuo vya elimu ya ufundi kutoka vyuo 441 mwaka 2021 2022 hadi vyuo 512 mwaka 2024 2025, 25 na tukumbuke pia, kwa maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali imeanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wanaochukua mafunzo ya wa diploma katika vyuo hivyo. Tumpongeze rais wetu. Na katika mfumo wa elimu sahihi wa ufundi na ufundi stadi, kuna mageuzi makubwa yanakuja. Taasisi hii imefikia kuwa taasisi elimu ya juu ya teknolojia, inatoa tuzo katika levo mbalimbali, lakini Serikali imekusudia na imeshaanza kujenga polytechnics ambazo zitakuwa zinatoa diploma tu pamoja na vyeti vya form six. Tayari kampasi ya Dodoma imekamilika, tumekabidhi DIT itaanza kuchukua wanafunzi, lakini hatimaye lengo letu ni kuchukua wale wanafunzi waliokuwa kwenye mkondo wa amali wanaochukua ufundi, kwa sababu amali inaweza ikawa ni technical or vocational. Wakiwa ni technical tunaita ufundi, vocational tunaita ufundi stadi. Kwa wale wanafunzi hatimaye watakaomaliza kidato cha nne wakiwa wamehitimu kwa mafunzo ya ufundi ya sekondari watakapokwenda form five na form six watapelekwa kwenye polytechnics kama ilivyokuwa dateke zamani. Moja ni hiyo ya Dodoma ambao ujenzi wake umeshakamilika na tumekabidhi taasisi hii ile kampasi ile. Tunajenga nyingine Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, itajengwa nyingine Morogoro na nyingine Zanzibar, ili uko mbele ya safari wanafunzi wanaotoka technical secondary school waende high school kwenye polytechnic, wasome miaka mitatu, watoke na diploma pamoja na cheti cha form 6. Wakija hapa ni kuchukua degree moja kwa moja, wakienda University of Dar es Salaam ni kuchukua degree moja kwa moja kwani sehemu ya mageuzi aliyoagiza rais wetu mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, kuonyesha jinsi ambavyo anathaamini elimu ya ufundi na ufundi stadi kwa ujumla wake, tunasema mafunzo ya amali au elimu ujuzi, ambayo inaandaa vijana wetu waweze kujiajiri, waweze kuajirika kirahisi baada ya kuhitimu. Katika masomo haya, wenyewe wahitimu, fursa zipo, na naotaka kuendelea kusoma kujiandaa kutakuwa na ajira za kuwa wakufunzi katika hizo polytechnics ambazo tunazijenga nchi nzima. Ndugu wageni waliko, mabibi na mabwana, serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano na nchi mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha wataalamu wetu wanapata uzoefu na ujuzi wenye kuendana na mahitaji ya sasa na ya kimataifa. Katika eneo hili nawapongeza DIT kwa kuwa na ushirikiano na taasisi za elimu kutoka nchi mbalimbali ikiwemo China, Ethiopia, Urusi, Ufaransa, Uganda, Uturuki, Kenya, Korea, Korea, Marekani, Italia, Ireland, Cyprus na Afrika ya kusini. Nawashukuru sana kwa watu wajia kwenye ushirikiano wetu sisi na China Leo tutaona wanafunzi wale ambao walidahiliwa kusoma hapa DIT, wakafanya masomo yao moja, kwa mwaka mmoja, wamepelekwa Chongqing Chongqing Vocational Institute of Engineering China, wameendelea na masomo kwa miaka miwili, wamerudi hapa sasa hivi kumaliza mwaka wao wa mwisho. Huu ni utaratibu wa sandwich kwa wanafunzi anasoma zaidi ya chuo kimoja kwa wakati mmoja. Wale wanafunzi walipoingia hapa, wamedahiliwa kufanya degree. wamesoma mwaka mmoja, wameenda China wamesoma miaka miwili na kule wanapata diploma. Wakitoka kule wanakuja kumaliza mwaka mmoja hapa, wanakuwa na degree, manake wanakuwa na diploma kutoka Chongqing Queen Vocational Institute of Engineering na wanakuwa na degree kutoka DIT. Sasa wakati tuna sign MOU kwa ajili ya ushirikiano huu tulikuwa na Jason ambaye ni mwenyekiti wa group 6, kampuni yenye viwanda na shughuli za ujenzi sehemu mbalimbali duniani, hapa Tanzania na sehemu mbalimbali za Afrika. Na Jason aliniambia kwamba yeye ni mhitimu ye, kutoka Chongqing Vocational Institute of Engineering na alinihakikishia wahitimu wote watakokuwa wanasoma utaratibu huu wa sandwich, wakimaliza watakuwa wamekamilika, tayari kuajiriwa na gu yes, the... Sasa tulipeleka wanafunzi thelathini duru ya kwanza sasa hivi kazi yetu ni kujitahidi kupeleka wanafunzi wote wanaosoma hiyo degree ya engineering hapa, nadhani wako mia tatu au wangapi? Around mia tatu. Tuendelee na mazungumzo kuhakikisha kwamba wanafunzi wote watakaosoma degree hiyo ya engineering hapa wanafanya sandwich program na kwenye budget hii tunayoandaa sasa hivi bora tupunguze matumizi baadhi ya maeneo mengi, na sisi tutapigania tuone tunaweza tukaongeza kiasi gani, tutenge fedha ili kuchangia kuwapeleka vijana wa Tanzania kwenda kusoma. Lengo la rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa vijana wote wa Tanzania, lengo linaloonekana katika uwekezaji mkubwa kwenye elimu, kwenye elimu ufundi, mikopo kwa wanafunzi na nahata sasa hivi kwenye diploma ni kuwawezesha vijana wa Kitanzania wasome elimu inayowapa ajira mara moja, kwa utaratibu huu wa ambao alituahidi na kwa MOU tuliosaina sasa hivi. Sisi tumekusudia na cinguko litoke DIT, kwa vijana wote wanaofanya njinaring hapa waingie kwenye utaratibu wa sandwich ili na makampuni mengine yote ya Kichina ya construction yaliyoko Tanzania, yaliyoko Nigeria, yaliyoko Senegal, yaliyoko Afrika Kusini ya kusini yawezi kuwaniliwa vijana wa mbaliya ajira mara moja. Sasa hatuwezi kuendelea kuomba, tutaomba scholarship na tutaendelea kuongea na wenzetu wa China kwamba scholarship wanazo tupa ziendane na haya huu mwelekeo wa sasa hivi. China inatusaidia sana katika elimu na nimeshaongea na balozi, tutaongea naye tena kwamba sola shukuu hizo ziji align katika mahitaji haya, tuwapeleke wanafunzi Chongqing Green Vocational Institute of Engineering, au vyuo kama hivyo kule China, tuanzishe sandwich program kuakisha kwamba kila anayemaliza hapa anamaliza kwa elimu hiyo ya kimataifa na anapata ajira. Tutajitahidi kuongea ndani ya wizara tutenge fedha chini ya utaratibu wa Samia Scholarship kuweza wao kulipia nauli, kama China atakubali kulipia gharama nyingine za kukaa kule. Hili ni swala kubwa, nadhani tulifanye kazi, tusilipoteze, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kutekeleza maelekezo aliyotoa rais wetu, na maelekezo yake kwa wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni kutoa elimu ujuzi, kuhakikisha vijana wetu wanapata ajira kwa wakati inavyowezekana ndani na nje ya nchi yetu. Kwa hiyo naomba profesa na mwenyekiti, mizigo mibebe, ifanye kazi, lete taarifa mwezi wa kumi na mbili. Kwenye bajeti mmepunguza nini mmeongeza fedha huko, gharama ya kuwapeleka ni kiasi gani? Na mi nitaendelea kuongea na ubalozi wetu wa China kuakisha kwamba hizi fursa zinapatikana na tunapeleka wanafunzi hao kwenye sandwich. Umuhimu wa kwenda kusoma nje ni kutambua kwamba elimu haina mwisho kwenye vitabu vingine vya dini tunaambiwa tafuta elimu hata China, maanake usijifungie ndani ukadhani unajua kila kitu. Twendeni tukajifunze hapa kwa wenzetu tuimarishe elimu yetu hapa kwa kuhakikisha kwamba na ile MOU ina fursa ya kuwapeleka wakufunzi wetu kule kwenye ile institute kwenda kuona kinachofanyika na wenzetu wanakuja hapa ona tunachofanya ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hilo jambo kubwa ambalo ningependa tulifanyie kazi, mwezi wa kumi na mbili tuwe tayari na taarifa ni shilingi ngapi zinahitajika. Mimi nitajaribu kuongea na wenzetu wa China na balozi wetu waliopo China ili kuhakikisha kwamba skolashipu zote tunazopata kutoka China zinaenda kule na maelezo yenu mlionipa. Hapa Tanzania wako tayari kulipia gharama hizi. Serikali italipia wale ambao kwa kweli wanahitaji kushikwa mkono na serikali, na wale wanaoweza kulipia walipie, lakini zote tuwaingize katika utaratibu huu, na nasitakatoa hapo, kutoka serikalini itatoka katika ule utaratibu wa Samia Scholarship extended. Na wahitimu, mjue kwamba hata sasa hivi serikali imejipanga kupeleka wanafunzi nje waliomaliza form 6 mwezi mwisho wa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili tunapeleka wanafunzi kumi na sita. Fanya degree ya kwanza mambo ya data science, kompyuta na sayansi za mwelekeo huo. Baadaye mwezi wa tisa tunawapeleka Ireland. Takriban wanafunzi 40 kwenda kufanya kitu kile kile. Hayo ni maelekezo ya rais wetu, tutafuta elimu popote. Ni kuitikia ule wito tutafuta elimu hata China. Kwa hiyo tutawapeleka nje kwenda kusoma, na nyiye wakati tunaanza kutafuta labda digrii ya pili ambayo yafanya na kadhalika. Fursa hizo tutaendelea kuzipigania ziongezwe, na vijana wote wa Tanzania hasa wanaosoma, ningependa wajue juhudi hizi kubwa za rais wetu mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan za kuwapenda vijana na kuweka msukumo maalum kuakisha kwamba tunatoa elimu zaidi na iliyo bora kwa vijana wetu. Ndugu zangu, nimejulishwa pia kuwa pamoja na kutunukisha shahada na stashahada mbalimbali leo hii pia nitatoa zawadi kwa wabunifu bora ambao wameshinda baada ya wa kushindanishwa na wenzao katika kubuni teknolojia mbalimbali zinazolenga kutatua changamoto za kijamii. Natoa haya kwa uongozi wa DIT kuendelea kuhamasisha shughuli za ubunifu na kuwaibua wabunifu wengi zaidi, ili kwa kupitia ubunifu zao wachangie katika utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazokabili taifa letu na niwape taarifa kwa kupitia COSTECH, tunasamia fani ambayo inawaunga mkono wabunifu ambao wako tayari kuanza kuingia sokoni. Kwa hiyo nimeona vijana wabunifu, wabunifu pale wakati natembelea, ndio kuna fursa hiyo ambayo tunawaalika wote mjitahidi kuitumia. Watu, watu, watu ambao tayari wameshanufaika na fedha hizo, na tungependa tuone wengi zaidi wananufaika. Na mnajua rais wetu ameagiza ndani ya siku mia tangu aapishwe kutakuwa na bilioni mia mbili kwa ajili ya kusaidia vijana wajasiriamali na wabunifu. Wanaweza wakapitia humo humo, na wanaweza wakapitia katika COSTECH kunufaika na agizo hilo la rais wetu. Ndugu wengine waliko, mabibi na mabwana, nimefarijika kusikia kwamba miongoni mwa changamoto ambazo mliziwasilisha katika mahafali iliyopita tayari zimepatiwa ufumbuzi na utekelezaji wake unaendelea. Ninawaahidi kwamba tutatekeleza yale yote tuliyoahidi ikiwa pamoja na ukarabati wa miundombinu chakavu katika taasisi hii. Kwa upande wa mafunzo viwandani, serikali imeendelea kuweka miongozo mbalimbali ya utaratibu wa ushiriki ushiriki wa viwanda katika kukuza elimu ya ufundi. Na hapa kwa kweli ningependa nimshukuru sana mwenyekiti wa Group 6 na eneo la viwanda la kwa ilolianzisha kwamba tunapenda tuimarishe ushirikiano kati ya taasisi zetu za elimu hasa elimu ya ufundi na ufundi stadi na viwanda ili wanafunzi wakati wanasoma wapate fursa ya kujifunza kwa vitendo huko huko viwandani. Naelewa taasisi hii inajitahidi kuimarisha zaidi industrial links, lakini nawakumbusha, rais wetu wakati anagombea alisema ndani ya siku mia moja atakisha kuna mpango madhubuti wa kuimarisha mahusiano kati ya vyuo vyetu na viwanda na sehemu za uzalishaji ili kuhakikisha kwamba elimu yetu kweli inakuwa ni elimu inayomwandaa mtu kuingia katika shughuli za uzalishaji na utoaji wa huduma kwa jamii. Na leo napenda kutangaza rasmi kwamba sisi tayari tumejipanga, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kuanzia vyuo vikuu vyote na tayari tuna MOU kati ya VETA na industries mbalimbali, na tutazindua mpango huo kabambe kuhitimisha kuakisha kwamba tunatekeleza ahadi ya rais wetu ndani ya siku mia moja. Mwezi Januari tutazindua mpango kabambe, utahusu DIT, kuimarisha utaratibu mlionao, utahusu vyuo vikuu vyote hapa nchini, utahusu taasisi zote za elimu na utahusu VETA, na mpango huo utatekelezwa ili maono ya rais wetu kwamba elimu yetu iwe na vitendo vile vile iunganishwe na uzalishaji iunganishwe na juhudi utekelezwe kikamilifu. Lakini napenda kuwashukuru shukuru DIT, kwa sababu tayari nimeanza utaratibu huu, ntakuwa katika mpango huo. Tunachohitaji kufanya ni kuongeza kasi. Lazima tuonyeshe kwamba ahadi ya rais wetu inatekelezwa na inatekelezwa kwa kasi, na ndani ya siku mia moja sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tutakuwa tayari taratibu zinakamilika, tutazindua mwezi Januari, na shughuli itakuwa inakwenda bam bam. Serikali ya awami ya sita chini ya uongozi wa rais wetu mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inalenga kupiga vita maskini kwa kuweka mazingira mazuri kwa wahitimu wa vyuo vya elimu ya juu ikiwemo DIT ili waweze kujiajiri. Mheshimiwa rais pia amelikazia jambo hili katika hotuba yake ya kufungua Bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma. Kwa serikali itaanzisha kanda za kuendeleza ujuzi zitakazowezesha vijana a ujuzi unaohitajika katika makampuni ya sita binafsi, sawa na dira ya maendeleo ya ishirini hamsini. Jambo hilo linawezekana endapo wahitimu wetu watakuwa na moyo wa udhubutu wa kuanzisha biashara, makampuni na viwanda viwanda, kwa kutumia elimu na ujuzi waliopata. Ndio maana sasa so hivi katika mageuzi ya elimu wale walioko sasa hivi wanaotumia mtaala mpya lazima wasome somo la biashara. Hili ni somo la ujasiriamali. Kwa hiyo chochote unachokisoma tunakuandaa vilevile. Kama unataka kuanzisha kampuni unaanzaje? hivi ni nini? Team namba ni nini? unawekaje kumbukumbu za fedha? fursa za mikopo zikoje? hata yeye aa, ulienda na mtaala wa zamani, jaribu ni kutumia fursa hii, hasa kuangalia msukumo mkubwa wa rais wetu, ili wengi waweze kuanzisha biashara zao na wanajua watapata sapoti ya serikali kwa namna mbalimbali. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nachukua fursa hii pia kuwakumbusheni kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawategemea sana wanasayansi na wahandisi katika kufanikisha lengo la kuwa nchi ya uchumi kwa kwa mantiki hiyo, ya iti, mpumu, wa viwanda kwa mantiki hiyo DIT imepewa jukumu la kimkakati katika kuhakikisha mnasimamia vizuri uzalishaji wa wataalam katika fani ya uhandisi sayansi na teknolojia na ambao wanatarajiwa kuendeleza sekta ya viwanda kwa weledi zaidi. Wizara inatambua kwamba elimu ya uhandisi, sayansi na teknolojia ndiyo kichocheo kikuu cha maendeleo endelevu kwa nchi yetu. Ndio maana swala la kujenga mahusiano ambalo mnao na nchi mbalimbali ni swala muhimu sana, na hili swala la kuanzisha sandwich program, watakaosoma hapo waweze kwenda kusoma nje wala katika fani moja, ni swala muhimu sana katika kutekeleza azma hiyo ya serikali. Ninaamini kuwa mafanikio tuliyoyasikia na tunayaona na mipango mizuri iliyopo hapa ambayo tumefahamishwa isingeweza kufanikiwa isingekuwa ni juhudi na bidii kubwa za baraza management, wa kufunzi, wanafunzi na wafanyakazi wote wa taasisi kwa ujumla. Na wapongezeni sana kwa kazi nzuri hdi ya hetimu. Aidha, inaopongeza juhudi nyingi zinazochukuliwa na taasisi katika kuboresha sifa za watumishi ili wafanye kazi zao kwa umahiri na ushindani wa kimataifa. Juhudi za kuboresha mazingira ya kujifunzia zinatia moyo, kutokana na mazingira mazuri ya kujifunzia ambazo zinashirikisha wanafunzi na wafanyakazi. na na napenda kuwakumbusha kuwa baada ya kuhitimu somo lenu ndugu zangu wahitimu, mafanikio katika maisha yenu hayatategemea tu elimu mlioipata bali yatategemea jinsi mtakavyojituma na jinsi ambavyo mtazingatia kwamba elimu haina mwisho. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kurudia kuwapongeza wazazi na walezi wa wahitimu kwa kujinyima na kuamua kuwekeza kwenye elimu ya wahitimu hawa. Aidha, nawapongeza tena wahitimu wote kwa jitihada zenu ambazo zimekuwezesha leo hapa ni kweli, elimu mliyoipata ni ufunguo wa maisha yenu, lakini pia kumbukeni, elimu ni bahari, haina mwisho kama nilivyosema. Kokote mtakaokuwa, hakikisheni mnaendelea kujiendeleza katika taaluma zenu, ili kwenda sanjani na umbaniko mbalimbali yanayotokea duniani. Napenda kurudia kwa mara nyingine kulishukuru baraza la taasisi kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya kumi na tisa duru ya kwanza ya taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Sasa niko tayari kwa mamlaka iliyokabidhiwa na baraza la taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam kutunuku stashahada, stashahada, shahada za kwanza na shahada za umahiri kwa utaratibu uliopangwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. <laughs>